moja, kutokana na jambo lililoruhusu uzembe, imeshauri ilichofanya, na mbili, kutokana na jambo la ubadhirifu wa fedha za mali e, fedha za umma zipatua va vile zilizoshauri sisi, wizara ya ujenzi ambayo ndio yenye dhamana na shirika hilo la TEMESA na kwa kufuata maelekezo ya viongozi wetu, daktari Samia Suluhu Hassan makamu wa rais Dkt Chimi Balozi, lakini vile vile waziri mkuu daktari Mkuru, Mkuru chema ya kwamba serikali ya awamu ya sita haitavumilia uzembe wa aina yoyote. Watendaji wazembe wa badhirifu wakae chonjo. Sasa kwa stili baada ya uchunguzi wa kina kwa vyombo vya wa serikali, nikajiridhisha kumwagiza katibu mkuu kwanza amsimamishe mtendaji mkuu wa Temesa na management yote ya Temesa, na tayari kazi hiyo ameshakwisha kuifanya mara moja. Kwa hivyo hivi sasa tumewasimamisha wote. Hatua inayofuata kwa mujibu wa kanuni anazikof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 ya timu ndogo ambao nimemwagiza katibu mkuu ameshamisha kuiunda ndani ya siku saba. Na baada ya hapo, wanaohusika wote watakwenda mahakamani, waende wakajibu yale yanao wahusu, yeyote katika mtandao mzima wa jambo hili, aliyeuza hewa na aliyenunua hewa. Kwa hiyo hata kama kuna mfanyabiashara alishirikiana kufanya hujuma juu ya fedha za serikali ajue kwamba na yeye tutamfikia.